Sante, Zekia, na wiki hii uh, tunaona bado uh, uh, yes. Tunaona tanova imepungua kidogo, tanova imepungua kidogo kutoka bilioni tano point sita mpaka bilioni tano point nne ni sawa na asilimia mbili. Ukiangalia volumes shares zile pia zimepungua kwa asilimia arobaini na sita. Ukiangalia kwenye bondi, bondi ndio imeongezeka zaidi ya karibia ya asilimia themanini toka bilioni sitini na mbili mpaka bilioni mia kumi na mbili. Ukiingia kwenye kampuni bado, Mwalimu Commercial Bank imeongezeka kwa asilimia kumi na nane kwa sababu ya hii rights issue. Inaonekana wale watu wengi walikuwa wanataka kuparticipate kwenye rights issue pia Mukoba uh, Mufindi Commercial Bank na Tanzania Portland Cement na CRB uh, uh, bei ziliongezeka, lakini kaunta nyingi zaidi ya kumi uh, bei ilipungua, na kama nilivyosema wiki uh, iliyopita kwamba mwalimu Commercial Bank wana rights issue ambayo inaanza rasmi Jumatatu tarehe 24 na kwenye hii tarehe 24 Novemba mpaka tarehe 19 Disemba na kwenye hii kuna ratio ambayo wanasema one to three, kwenye kila hisa moja unaweza kununua hisa tatu. so, kama mtu na hisa mia moja unaweza uh, kununua hisa mpaka hisa mia tatu na bei ya kila hisa ni shilingi mia na kumi Ukiangalia hii bei ya mia na kumi ni tofauti ya discount ya asilimia sabini na nane 500 ya leo ya mia tano discount ni kubwa sana bado tumezoea kwenye soko hili kupata discount ya asilimia ishirini kama ile ya Tanga Cement right issue ya mwisho iliyopata right ya Tanga Cement kwa hivyo uh, right issue inaanza uh, jumatatu kwa wale wote uh, MCB shareholders wawe tayari uh, hii ni 3 to 1 kwenye kila hisa moja inapata hisa tatu na bei ya kila hisa itakuwa mia na kumi na pia na pia kuna mfuko finance uh, ambao hii itakuwa ni ETF imeanza ipo tarehe tare kumi na saba Jumatatu hii na mfuko huu unategemea kuwekeza kwenye nchi nne za, za Afrika Mashariki ambayo ni Tanzania, Kenya, Uganda na, na Rwanda na itawekeza kwenye kampuni kumi jumla. Kampuni hizi ziko kwenye benki uh, uh, telecommunications, na manufacturing manufacturing na, na bei hii na, na mfuko utakuwa unaitwa East Africa Community Large Cap ETF. Large Cap ni ama makampuni makubwa 14 na itakuwa ni CRDB kwa hapa Tanzania, NMB, Twiga uh, Cement Tanga Cement na Voda, Vodacom na ukienda Kenya utakuwa Safaricom, KCB Bank uh, Equity uh, pamoja na Jubilee Jubilee Insurance. Na ukienda Uganda MTN ambayo ni, ni ya simu na Stanbic, uh, Rwanda kubwa kubwa large cap kumi na kama nilivyosema, bei ni elfu moja kwa kila kipande na unaweza kununua vipande vipande mia moja kwa ni, uh, minimum investment ni laki moja itakuwa ni laki moja ya Tanzania. Na hii IPO inaisha tarehe kumi na mbili Desemba. Vitakuwa halafu vipande vitakua listed DSE Januari 2026, uh, uh, uh, wiki ya pili ya tarehe 13 Januari. Na ya mwisho ni kwamba uh, DSE wamebadilisha ile wame amend ile price cap limit ya ETF. Mwanzoni ilikuwa asilimia kumi na tano. Wajua ETF inawaga na bei kama mbili, bei ya NAV, bei halisi net asset value na ile bei ambayo ina, uh, ipo sokoni sasa. Tuliona hapa ile Vertex ETF ilifika mpaka 400 wakati ile bei halisi net asset value ilikuwa 250. Sasa kuanzia tarehe ishirini na nne BSC watalimit ile, uh, ile price cap itakuwa ni asilimia tano ya, ya net asset value. Kwa mfano kama leo net asset value ya Vertex ETF ilikuwa 259, kwa hivyo tegemee uh, hiyo cap kwa asilimia tano itafika mpaka mia mbili sabini na tatu. Kwa hiyo ndo itakuwa cap bei ya juu kabisa ya, ya, ya kutrade hiyo uh, ETF uh, kwa hivyo hiyo ndo market commentary, hiyo uh, ni summary. Na ukiangalia huko chini kwenye top movers uh, CRB bado imekuja na volume kubwa uh, mili, uh, hisa milioni moja laki sita na sabini na mbili ambayo turnover yote inakuja ni mbili point moja na Vertex bado pia ilikuja na uh, volume ya laki nane na elfu thelathini na mbili ime trade vipande laki nane na thelathini na mbili, na turnover ilikuwa uh, milioni mia mbili sabini na nane na pia NMD na pia ilikuwa na volume ya hisa laki mbili na elfu thelathini na nne ambazo zilizotrade. Slide page two, page ya pili. Ah uh, yes, ukiangalia index indices indices zote uh, zimeongezeka kasoro hii ya uh, commercial commercial services ambayo imepungua. Na ukiangalia kwenye gainers Mwalimu Commercial Bank uh, bado ilikuwa na demand sana kwa ajili ya hii rights issue. Inaonekana watu wengi wa, wataparticipate. Ah uh, Mkoba uh, Tanzania Portland Cement ambayo ni cement pia imeongezeka, CRDB na Tanga Cement pia imeongezeka kidogo. Na kaunta nyingi zimeshuka ukianza na uh, Maendeleo Bank kwa asilimia kumi na tano point saba uh, Precision Air asilimia kumi na tatu point nane DCB DCB Bank uh, Mkombozi, Afriprice zote zimeshuka mpaka TOL na DSC. Ukiangalia DSC uh, ukiwapita ifika mpaka elfu sita mia saba sahivi imeshuka mpaka elfu tano mia tisa uh, yes. Na ukiangalia participation ya investors bado ni asilimia mia moja ni local investors kwenye kununua na kwenye kuuza. Local, local investors wameongezeka sana na wengoweko wengi asilimia mia moja. Na kwa peji ya mwisho uh, mnada unaofuata uh, utakuwa ni wa bond wa uh, miaka mitano tarehe 26. Shukrani. Asante. Yani una, ulivyokuwa unazungumza hii ya, ya ya nini za hizi tap hizi rules yeah, zinavyochenjiwa mpaka najisikia raha unavyo break down, vile ambavyo mmeshatupitisha kwenye tuition, kwenye tuition, ni sasa, <laughs> <na ile umetoka> tuition huko nyuma ni sasa na ile umetoka ni sasa <laughs> na ile alafu leo ndo teacher anakuja kufundisha sasa darasani yani, unaweza kujikuta unamjibu mwalimu kama atajauliza swali <laughs> Yeah, mimi nafurahi sana kwa ajili ya elimu ya ambazo mnatupatia. Yeah, kama mimi tu iki, iki, ikiwa kwamba sipo kabisa kwenye hii profession huku, lakini sasa hivi I'm able to follow you step by step. Yani nafurahisha vibaya sana vizuri hey, sana sio vibaya swa, labda swali moja alafu pia nitatamani kusikia overview ya Fortius kwenye hii ripoti. NMB imekuwa haipo tena kwenye kwenye zile top naona Huyu nani Vertex amekuja ku overtake. Sasa swali langu sijafanikiwa kuangalia trend. Ni kitu ambacho na kinoti sasa hivi. Je, ni NMB volume tu imeshuka ama ni Vertex tu ame overtake ama kuna nini kinatokea NMB? Watu na lose interest perhaps, ama price ina drop down. Unasemaje? Eh, NMB kwa kweli ilishuka hapa hapa kwa wiki mbili zilizopita. Ilifika mpaka 7800. Ilifika mpaka 7800 toka 8500 fika mpaka na elfu na nane mia tano fika mpaka elfu saba mia nane sasa naona imepanda kidogo asilimia mbili ndani ya hizi wiki mbili, kuongezeka kwa asilimia mbili. Uh, uh, uh, investors wengi wa NMB ni institutional, asilimia kumi ni, around, uh, asilimia ni retail investors. Uh, kwa wengi you unakuta know, ni institutional investor ndio wana, ndio wana hold NMB. So Sitegemei kweli kama sidhani kama inaweza kashuka tena ila, kwa sababu hawezi jua hapo mbele inakuwaje, kwa sababu kama imeshuka na inaendelea kupanda bado inajitafuta, ina kwenye elfu nane mia moja arobaini ah, naona ukilinganisha uh, na ile performance ya mwezi wa tisa mpaka ile ya kota ya tatu, naona imekumalizia elfu nane tena. Sidhani kama itaweza kushuka tena ila, kama itashuka tena basi ngoja tutaona. Mr. Fortius, unazungumzaje kuhusu ripoti hii? Ok, asante sana. Asante sana Kiwelu, kwa kutupitisha kwenye performance ya wiki hii. Uh, labda ambacho uh, tunaona sasa imekuwa kama ni kawaida kwa hizi wiki mbili tatu, uh, tumeona ushiriki sahivi ni mkubwa zaidi kwa domestic investors wanashiriki kwenye pande mbili zote, yani upande wa kuuza na wa kununua, ndo wanashiriki kwa wingi. Kwa hiyo uh, inawezekana ni kwa sababu ya hizi uh, hizi shocks zilizotokea hivi karibuni, labda foreigners bado wanajaribu kujitafakari kabla hawajaingia moja kwa moja, kwa sababu unajua kati ya vitu ambavyo wawekezaji sasa kutoka nje ya nchi wanaviangalia kwenye nchi ni eh, vitu kama hivi vilivyotokea na ukizingatia kwamba hata wale ambao wanatupa max wanaitwa Moody's. Moody's ni ni kampuni ya kutoa max, hii ni rating. rating ni nini kwa Kiswahili? <laughs> <laughs> Yeah, ni kama viwango tu, ni kama kutoa viwango, wanatoa max ambako sisi na Fitch tunakuwa rated na Moodis na Fitch IBCA ambako na mnajua najua max za juu kabisa ni triple a, a a a a. Sasa sisi uh, mara ya mwisho ilikuwa ni b eh, b b b plus positive eh? Andrew, Andrew no, b1 Maxi, eh? b1 eh? yeah. Yeah, ilikuwa ni b1 ambao tulikuwa tumeimprove kutoka kwenye tulitoka kwenye uh, negative tukaja kwenye stable, tulikuwa tumepanda kwenda kwenye positive outlook lakini tarehe tatu Novemba wametoa uh, kauli kwamba kutokana na kilichotokea wakati wa uchaguzi kumekuepo na walitumia neno la institutional fragility. Sasa hayo mm -hmm. ni maneno ambayo uh, foreign investors huwa wanajaribu kuya, kuyapima kwa uzito mkubwa mno zaidi kwa hiyo ndio maana tunaona kama wanakuwa wanashy away sasa hivi uh, foreign investors, lakini ndio advantage ya kuwa na domestic base ambayo na wenyewe at least liquidity ipo wanashiriki sasa ingekuwa kama miaka ya nyuma ambako uh, domestic investors walikuwa ni wachache sana, na sasa hivi nafikiri tungekuwa tunapitisha soko bila kuwa na turnover ya maana au kuwa na volume ndogo sana, lakini sasa hivi at least bado kuna support ya domestic investors uh, na so far tunaona bei hazija hazijashuka sana. Nafikiri uh, local uh, listed stocks ndo kidogo zimeshuka, na kikubwa nafikiri zitakuwa zimeshushwa zaidi na TCC ambaye bado bado anajitafuta bei. Sina kumbuka, walipobadilisha hizi rules ni Vodacom, PBL na TCC ndo zilikuwa za bei za juu, zikawa zinashuka kidogo kidogo. PBL na Vodacom wameshashuka wamefika, wamegota, wameanza kutafuta bei yao vizuri, wanapanda. Ila TCC ndio tunaona bado anajitafuta kurudi chini. Na kwa, kwa jumla, ndio hicho ambacho naweza nikazungumzia kuhusu performance ya soko, lakini ni kipindi ambacho kwa kweli kwa wale ambao ni wanataka kampuni nzuri Ndo kipindi cha kuwa makini wakijichanganya watu wanje wakaanza kuzidamp, unaangalia fundamentals kama ni nzuri inawezekana, pengine ulikosa training ilipokuwa inapita kipindi cha nyuma la CRDB au NMB, ndo kipindi sasa nawe cha kulipata. Going forward lazima mambo yatatulia tu, kwa hiyo ndo tunachoweza kusema, Bwana Ezekiel. Mimi nachoweza kusema Mr. Fortius Nikili, wewe ndo umekuwa kama Benjamin Graham wangu <laughs> kwa hiyo kwa sababu nimekuwa nime nikifuatilia zile conversation toka toka ile mwaka jana, tunamzungumzia CRDB anacheza kwenye mia tano plus or minus, mlitupatia sana breakdown ile pale, na tumeenda tunamzungumzia CRDB karibu miezi minne, alivyoanza kupanda mbona watu walikuwa washikani mbonawatualika, mm, eh, kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo mimi ni wasihi tu wasikilizaji wa sasa hivi Pay attention ume, umeshatoa siri fulani hivi Mr. Fortius. Hizo siri na naamini na naimani na, na na, na kuna watu watazitilia maanani waweze kuzifanyia kazi. Binafsi ni mwanafunzi wako wa kwanza na nazifanyia kazi na sasa hivi macho, macho na, na alaza open vizuri na alaza vizuri <laughs> sana. Nitaka kuongezea kitu kimoja. Naam, nafikiri umeongelea na kuhusu NMB kwamba volume imepungua halafu naona kama Uh, Vetex, ETF ndo imekuja kama kuchukua nafasi yake, kama alivyosema Kiwelu. NMB ni kati ya kampuni ambazo zina kuna kitu wanakiita free float, yani zile hisa ambazo ziko available kwa ajili ya public kutrade, na ndo hizo zinafanya hiyo counter inakuwa na liquid, liquidity kubwa, kwa sababu watu wengi wanauza na kununua. Sasa kwa NMB kulinganisha na CRDB ni ndogo sana, ndio maana unaweza ukakuta volume huwa ni ndogo sana kwa NMB, na akija ku trade unakuta mara nyingi ni institutional investors. Lakini hata retail investors ambao wanaikosa NMB kwa hizo bei wanaweza kainunua indirectly kupitia kwenye hiyo Vetex ETF, kwa sababu Vetex ETF ndani mwake ana ananunua NMB na sijajua weight anaoichukua kama anachukua weighted ni allocation Lazima weti itakuwa ni NMB zaidi kwa sababu katika hizo kampuni tano NMB ndo ana weti kubwa zaidi. Kwa hiyo ukikosa NMB kwenye kaunta yake indirect, unaweza kainunua kwa kumnunua Vetex ETF. Kwa hiyo inawezekana hata wale ambao walikuwa naikosa NMB waka, wakaipata indirect kwa kupitia ETF kwa bei ambayo psychologically inaonekana kama sio bei mbaya kwa levels za sasa hivi za Vetex ETF watu na insight. Mimi ni shukuru sana kwa kuweza kutupitisha hapo. Binafsi sina maswali ya ziada huku, na pia naona wafuatiliaji wetu pia hawana maswali. Kwa hiyo nadhani ni shukuru sana Andrew kwa kutupitisha hapa. Labda twende tu kwenye sehemu ya pili, dakika chache niweze kuipandisha uh, presentation ya, ya, ya pili.